Kwamba BAKWATA wamepongeza, nafikiri fikiri BAKWATA ni BAKWATA, na wao pengine inawezekana wakawa na vigezo vyao vya kupongeza na kuonyesha ule uhalali, lakini sisi vigezo vyetu sisi ni utafiti. Sisi vigezo vyetu ni utafiti na ni utafiti ambao tunauona ni wa kweli, lakini sisi tulikuwa kabisa kule kwenye eneo la wapiga kura, tulikuwa na waangalizi wa uchaguzi katika katika upigaji kura. Sisi hatutoi taarifa ya maneno ya tu hatutoe taarifa ya watu, mmekaa mahala penu fu mnasema. Sisi tunatoa taarifa ya utafiti, tumepeleka na shura, tunafanya hivi, miaka yote huwa tunapeleka waangalizi katika uchaguzi wa kura, wa upigaji kura, na tunatoa taarifa na tunaipeleka mahala, na inasaidia umma, inasaidia umma, inasaidia, inasaidia hata vyombo vile vya, vya, vya, vya, vya, vya serikali, kwa sababu inakuwa ni taarifa ya uangalizi, watu mmekwenda kuangalia hali ya uchaguzi ilikwendaje. Kwa hivyo sisi taarifa yetu ni taarifa ya utafiti, tulipeleka watu field, tulipeleka watu kule kwenye tukio lenyewe. Kwa hivyo hiyo taarifa ya Bakwata sio, wamepata wapi watajua wao wenyewe, sisi haituhusu sisi. Taarifa yetu kimsingi, taarifa inatokana na ukweli. Taarifa ambayo inatokana na ukweli, ukweli unatokana na utafiti, na matokeo ni haya tunazungumza hapo. Kwa hivyo hiyo ya Bakwata nafikiri wata, ni taarifa inayohusu Bakwata wenyewe, na na wale ambao ni wafuasi wa Bakwata nafikiri sisi hiyo tunafuata taarifa ambayo ni ya ukweli. Katika vile vituo baadhi ya mawakala waliwahi kuchukua eh, zile hati za majumuisho, na waangalizi wa shura ya maimamu waliziona hati nne za majumuisho ambazo zilikuwa na, na, na sura ifuatayo. Moja ilikuwa ni ya kituo cha Lumo Sekondari B4, waliojiandikisha walikuwa ni watu eh, 372 lakini waliopiga kura walikuwa ni 21. Na, na kituo cha pili kilikuwa ni kipyo cha Lumo Sekondari A4 waliojiandikisha walikuwa ni 429, lakini waliopiga kura walikuwa 34. Na kituo cha tatu kilikuwa ni Lumo Sekondari A5 waliojiandikisha walikuwa ni 422, waliopiga kura walikuwa ni 14. Na kituo cha tano, kituo cha nne waliojiandikisha walikuwa ni Lumo Sekondari CA waliojiandikisha walikuwa 423, waliopiga kura walikuwa 23. Kwa hivyo unaweza ukaona kwa kiwango gani wapiga kura walikuwa wachache sana katika maeneo ya kupiga kura. Kwa hivyo uchaguzi wa safari hii au uchaguzi wa mwaka huu ulikuwa ni uchaguzi ambao ulikuwa na mwitikio mdogo sana uki, uki, ukiangalia katika ile hali halisi inayotokana na nyaraka, lakini yale ambayo watu tumeshuhudia kwa macho vile vile. Ilifika katika vituo vile vya kupiga kura wakati fulani e, kituo cha kupiga kura e, msimamizi ms, ms, ms, ms, ms, ms, ms na mawakala wanakaa muda wa masaa mawili hajatokea mtu kupiga kura. Sasa muktasari wa taarifa yetu una, unaeleza kama ifuatavyo: namba moja, zoezi la kuhesabu kura katika vituo vingi halikufanyika kabisa. Na mbili, mawakala hawakupewa nakala ya majumuisho ya vituo. Na tatu, nakala ya majumuisho haikubandikwa nje ya kituo. Na nne, nyaraka za majumuisho ya kituo, nyaraka za majumuisho ya vituo hazikujumuishwa kabisa katika kata. Na tano, majumuisho ya kata hayakufanyika kabisa katika jimbo la sita. Sehemu nyingi wa Tanzania wengi hawakupiga kura kabisa, kutokana na sababu mbalimbali. Hali hiyo imeripotiwa kutokea sehemu zote Tanzania, sehemu zote za Tanganyika. Kwa muktadha huo, haiwezekani kupata rais, mbunge na diwani kwa hesabu ya kura za wananchi. Ndugu wanahabari, na saha zetu ni hizi zifuatazo. Katika swala kwanza, swala la maridhiano kwanza sisi tumeonyesha tume tume kwenye tamko letu, sisi tumependekeza hivi kwamba e, watokee watu viongozi wa dini na wastaafu wa serikali wale waadilifu, watu wa e, haki za binadamu, waombe pande mbili, serikali na wale wapinzani wake, wakutane, yani tunazungumzia third party, kwamba yafanyike, lakini hiyo kuna third party hiyo ndio nzuri, ndio mtazamo wetu sisi tulionao, lakini kwenye swala la maridhiano sasa, ile aliozungumza rais yani. Mimi sioni kama kuna dhamira ya kweli ya maridhiano kwa jinsi nilivyosikia ule hotuba, kwa sababu yani, ye raisi, ame, ame, ame katika mazungumzo yake yani amepongeza na kusifia sababu zile, zile ambazo zilipelekea yale mambo yalitokea tarehe 29 yafanyike yalitokea tarehe ishirini na tisa Watu waliingia kwenye maandamano, ni kwamba wanapinga mfumo wa uchaguzi uliopo Tanzania, ndio wakaingia barabarani, ndio sababu kubwa maana yake. Na rais amesimama ya jana, anapongeza tume kwa maana kwamba anapongeza kwamba ule mfumo wa uchaguzi uliopo Tanzania ni ule ule, kwa maana hiyo ni kwamba anatangaza kwamba, yani, tusitarajie mabadiliko yote katika jambo kama hili. Ukitangaza kwamba utarajia mabadiliko yote katika mfumo wa uchaguzi, maana yake ni kwamba unatangaza yani kuendelea na mapambano, kwa sababu hiyo ndio ilipelekea watu 29 wakaingia. Lakini Rais kasimama anapongeza kwamba uchaguzi akiwa anaonyesha kwamba uchaguzi uko vizuri, tume ya uhuru ipo, uchaguzi uko vizuri, ambapo hilo ndio tatizo kubwa sasa hivi linalokabili linalokabili Watanzania mpaka wanagawanyika. Maana yake kwamba kuna tatizo la mfumo wa uchaguzi, na kwa bahati nzuri hilo jambo liko dhahiri kabisa. Bahati nzuri mimi mwenyewe nimeshiriki kwenye uchaguzi. Mpaka leo ninapokueleza sasa hivi. Sijui. Yaani mimi kama nimeshindwa au nimeshinda. Hii tafsiri yake ni kwamba yani ina maana kwamba Chama cha Mapinduzi hakiko tayari kuona kwamba yani wananchi wanaweza kupata viongozi wanaotaka kwa ridhaa yao. Na watu wengine pia kuingia kwenye fikra ya namna hii hii itaiangamiza iteng, nchi. Na Rais jana nimepongeza. Anasema hii ana maana kwamba uchaguzi unaendelea sasa hivi I chini ya itume uchaguzi kwamba ni jambo zuri. Kwa hiyo mimi nasema kwamba sioni kama kulikuwa kuna dhamira ya kweli. Kwa sababu dhamira ya kweli ni lazima tukubali kwamba kuna tatizo. Yaani kwanza ni lazima tukubali kwamba kuna tatizo. Then tukae sasa uliangalie ile tatizo. Ndio ndio ambavyo inavyokwenda. Kwa hiyo mimi sioni kama kweli kile alichozungumza cha maridhiano kwamba kuna dhamira kweli. Maridhiano ni lazima kwanza muangalie matatizo ya koja, afu mkae pamoja, mweze kuangalia ya matatizo na mweze mkaratua. Lakini pia katika ile alichozungumza jana swala la kuunda tume. Haya ndo mambo yanalalamikiwa muda wote, na ndio utamaduni wa serikali yetu sasa hivi. Ina, inasababisha matatizo alafu nyingine inajitokeza kama yenyewe ndio inaweza kutatua ile matatizo. Utasemaje kwamba serikali iunde tume ya uchunguzi? Nani, nani tungependa aongoze maridhiano? Sisi tumeeleza mwilindani, tumeeleza kwa ujumla kwamba sisi tungependa sana iwe yani, uh, third party ni watu eh, itokee ni viongozi wa dini, viongozi wa staff wa serikali ambao tunaamini kwamba ni watu wenye heshima zao na kadhalika, na taasisi za dini, eh, taasisi za haki za binadamu. Sasa mchakato utakuwaje, hilo swala lingine, lakini dhana yetu sisi ni hiyo, na sisi tulikuwa tunafurahia sana kama wangechukuliwa hawa watu wa ndani, ingekuwa ni jambo bora zaidi kuliko ni kuanza kuwafikiria watu wa nje. Yani sisi tungefikiria kwamba tunao hapa nchini, tunao viongozi wa dini wenye heshima tunao viongozi wa stafu wenye heshima eh, tunazo taasisi za haki za binadamu, kwamba hizi tuzipe nafasi ziweze kusimama kuleta, eh, kuangalia tatizo likoje katika jambo kama hii. Yani ina maana kwamba hizi taasisi au muundo huu ndio utengeneze ajenda ya vikao. Kwa hivyo si, mtazamo wetu ni huo, na tumeueleza kwenye tamko letu la pili, lipi tunaloamini kwamba ni jambo zuri. Sisi tunaamini kwamba ile kauli ya rais ya maridhiano tunaamini kwamba ni kauli nzuri, lakini sisi mashaka yetu makubwa hayo maridhiano yenyewe yanafanya yanafanyikaje, na nani anayefanya, ambapo serikali kwa mtazamo wake ni kwamba hayo maridhiano wao ndio wayasimamie. Ile dhana ya maridhiano ni kitu kizuri, lakini kwa mchakato upi? Sio mchakato huu, kwa kwamba serikali wao ndio wasimamie maridhiano. Hilo ndilo ambalo tunaona kama nzuri, lakini tunahitaji kuweka vizuri zaidi alafu kuna msamaha aliotoa Rais katika swala la msamaha, niseme kwamba sisi kwanza tunasikitika, tuna, tuna sana, kwa sababu Rais ametoa rambirambi juu ya watu waliouawa. Rambi rambirambi ni jambo zuri sana, na ile rambi rambirambi ni kwamba inawahusu wale waliofiwa, si ndio? Lakini katika tukio lile lina pande mbili, tukio lile kuna, kuna waliouawa na kuna walioua. Rais ametoa tamko linalohusu wale waliouawa. Amewapa rambirambi. Hajatoa tamko linalohusu wale waliouwa. Rais hajalani. Hajalani watu waliofanya yale mauaji. Yeye ametoa rambirambi. Kiasi kwamba hapana statement ya kukemea ya kulani yale mauaji. Yaani hakuna message nzito ya rais ambayo imekwenda kwa wale walifanya mauaji. Hakuna. Kwa hivyo ule msamaha ni jambo ambalo nafikiri ilipo pale kawaida na bado halijakaa sawa sawa kwa sababu wale watu wako mahakamani na rais hawezi kutoa kesi mahakamani kwa mujibu wa sheria. Rais anaweza kumsamaha akumsamee mtu ambaye amefungwa lakini hawezi kumsamaha mtu ambaye yuko mahakamani. Ni kesi nyingine. Maana hata tujui utekelezaji wake unakuwaje katika wale watu. Kwa hivyo, kwa hivyo kimsingi ni kwamba e, sisi tumeona haya na msimamo wetu ni huo katika swala hili la maridhiano eh, swala hili la uchaguzi na mauaji yaliyotokea Oktoba 29, mwaka huu, nitumia fursa hii kuwashukuru sana ndugu zangu wanahabari kwa kuja katika kikao hiki na naamini kwamba mtatumia e, fursa zenu kuweza kuhabarisha Watanzania juu ya mtazamo wa Shura ya Maimam katika uchaguzi huu lakini vile vile mauaji yaliyotokea hapa nchini kwetu Tanzania. Asanteni sana.